Mruto amebaini kuwa watatia saini mkataba wa makubaliano na chama cha KANU pamoja ili waingie rasmi kwenye muungano wa serikali jumuishi ikiwa ni njia moja ya kuwaleta viongozi wote pamoja, akiongeza kuwa yeye ndiye alimtafuta Gideon Moi ili amsaidie kusukuma gurudumu la Kenya pamoja kama alivyomtafuta kinara wa ODM Raila Odinga na mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Chama cha KANU kwa upande wao wameahidi kushirikiana na serikali ya Rais Ruto japo wakimtaka kutimiza matakwa ya wanachama wa KANU. Baada ya mwenyekiti wa KANU Gideon Moi kukutana na Rais William Ruto Ikuluni leo, viongozi wale wawili wamekutana tena katika eneo la Kabarak. Kwenye mkutano huo, Rais Ruto ameweka bayana kuwa alimtafuta mwenyekiti huyu wa KANU ili wafanye kazi kwa pamoja. Mkutano huu ukionekana ni wa kujenga uhusiano mwema na Gideon Moi na ambaye wamekuwa katika pande tofauti za kisiasa. Mimi nimejileta hapa mwenyewe na mimi nikuja niwaeleze, tunataka mimi nawaomba tutembee hii barabara pamoja, tuunganishe nchi yetu, tuunganishe wananchi, tuweze kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya, na nimeongea na viongozi wengi, mmoja yao akiwa ni my brother Gideon hapa, ili tuweze kupanga vile Kenya itaweza kusonga mbele. Pia ameweka wazi kuwa watatia saini mkataba wa maelewano na chama cha KANU ili kuhakikisha wanajumuishwa katika muungano wa serikali jumuishi. Katibu mkuu wa KANU George Wainaina akisema wako tayari kushirikiana na serikali japo akimtaka rais Ruto kuhakikisha anatimiza makubaliano na matakwa ya wanachama wa KANU. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi mkubali, ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU hmm, si ndiyo? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. So mnajua tuko na serikali ya mapana na marefu inaitwa broad based. Sasa tupanue hii serikali KANU ikuwe katikati yake ndio tupange mambo ya Kenya pamoja. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. Mkutano huu kati ya Gideon Moi na Rais Ruto unajia wakati ambao Gideon Moi alitarajiwa kushiriki kwenye uchaguzi mdogo wa Baringo japo akajiondoa. Zablon Macharia, Undugu TV.